Lakini katika muda huu wa miaka minne wa Dr. Samia tumeweza kushuhudia madarasa ya awali zaidi ya 691 yamejengwa katika mkoa wetu. Tumejenga shule 12 mpya za msingi, lakini shule thelathini na moja za se sekondari. Tuna programu ya mama Samia ya kutoa msaada wa kisheria. Tuna programu ya kumtua mama ndoo kichwani. Tuna programu ya nishati safi ya kupigia. Lakini wakati tunashangilia miaka 30 ya toka mkutano wa Beijing, sisi wa Tanzania tumeweza na tumeweza sana, maanake wakati miaka hii 30 inafika, sisi tumetekeleza maagizo ya Beijing kwa asilimia mia moja na tunasema aluta continue Raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni Daktari Samia Suluhu Hassani, ni mwanamke. Hayo yalikuwa ni matamanio ya Beijing, Tanzania tumeweza. Swala la malezi, wanawake tuzilipe mgongo, tuhakikishe baba yuko salama, tuhakikishe watoto wetu wako salama. Muda wa kushindana na kanga na vitenge umeisha, muda wa kushindana kwa mapoti umeisha. Sasa hivi wanawake, tushindane kwa fedha wanawake hoyo, tushindane kwa kuzalisha uchumi ulio imara na endelevu katika familia zetu. Tuhakikishe muda wote tunazalisha kiasi cha kutosha, kama ni kilimo, kama ni uvuvi, kama ni kiwanda, hakikisha unazalisha mwanamke bila kuchoka, usiku na mchana. Utakapokuwa na uchumi mzuri, wewe, heshima inakutembelea wakati wote. Ukiacha heshima unaopata viongozi, heshima namba mbili ni pesa. Uongo kweli? Kwa hiyo tujaze pesa kwenye mifuko ili dunia ituheshimu.